Tukihesabu baraka elfu kumi ambazo Mungu hutupa kila siku, inakuwa dhahiri kwamba hakuna kitu ambacho hatupaswi kushukuru. Hata hivyo, tunahisia duni za kutoa shukrani, lakini bado tunahisia kali ya kunungunika na kulalamika. Walakini, kuanzia leo lazima tuzibadilishe ni lazima tuondoe hisia ya kunung'unika na kulalamika na tuongeze hisia zetu za shukrani. Hata kwa mambo madogo zaidi tunapaswa kusema asante Baba na Mama. Mungu ameturuhusu tujue Agano Jipya na kuwatambua Baba na Mama na kutuwezesha kuhubiri Injili kwa bidii ili kukusanya matunda mazuri mbinguni tunapotambua kwamba mambo haya yote ni neema na sababu ya kuwa na shukrani, je, nini kinaweza kuwa bora katika ulimwengu huu kuliko kuwa katika Mungu? Tuangalie Luka sura ya kumi na saba kwa pamoja. Tuangalie visa vya wale wanaotoa shukrani na wale ambao hawatoi shukrani. Katika Luka sura ya kumi na saba mstari wa kumi na moja imeandikwa: Yesu alipokuwa njiani akienda Yerusalemu, alipitia mpakani mwa Samaria na Galilaya. Alipokuwa akiingia kwenye kijiji kimoja, watu kumi waliokuwa na ukoma wakakutana naye, wakasimama mbali wakapaza sauti wakasema, Yesu Bwana, tuhurumie. Alipoona akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Nao walipokuwa njiani wakienda wakatakasika. Mmoja wao alipoona kwamba amepona akarudi kwa Yesu akimsifu Mungu kwa sauti kuu, akajitupa miguuni mwa Yesu akamshukuru yeye. Alikuwa Msamaria. Yesu akauliza, Je, hawakutakaswa wote kumi? Wako wapi wale wengine tisa? Hakuna hata mmoja aliyeonekana kurudi ili kumshukuru Mungu isipokuwa huyu mgeni. Yesu akamwambia, inuka na uende zako, imani yako imekuponya. Ukoma ni ugonjwa mbaya kuwa nao. Wenye ukoma walipokea neema kutoka kwa Yesu na wote kumi wakaponywa. Kweli hii ni kama muujiza pia, inastaajabisha. Hakuna dawa iliyoweza kuponya ugonjwa huu, lakini wote kumi waliponywa kwa uweza mkuu wa Mungu. Katika wakati kama huo, ungefanya nini na neema iliyopewa juu yenu? Je, si kila mtu angesema asante na kutoa shukrani na utukufu kwa Mungu? Walakini tisa kati yao walimng'ang'ania Yesu walipokuwa na uhitaji mkubwa na mara tu walipopokea uponyaji wao, walitenda kana kwamba kwa kawaida jambo hilo lilitukia lenyewe. Yesu alionyesha upumbavu huu na kutuachia somo kupitia maneno ya baraka kwa yeye aliyetoa shukrani. Kila siku tunakutana na mambo ambayo ni ya kimuujiza zaidi kuliko wale wenye ukoma kuponywa magonjwa yao. Walakini tunatoa shukrani kwa Mungu mara ngapi kwa siku? Mnafanya mara ngapi? Mara moja au mbili? miongoni mwa wale wenye ukoma kumi, mmoja alisema Bwana, asante. E, kwa sababu ya neema yako nimeponywa leo na leo hii nimetakaswa kupitia maneno yako. Kama haya hakika, ninashukuru sana kwa neema hii. Tunaweza kurudia maneno haya mamia ya mara kila siku na bado isingetosha. Tunapoishi katika Mungu, swali ni je, tunamtolea Mungu maneno mangapi ya shukrani kama yule mwenye ukoma aliyekuja kutoa shukrani? Tunahitaji kufikiri kuhusu hili mara nyingi zaidi. Tunaishi maisha kama wale tisa ambao hawakuja kutoa shukrani. Kuanzia leo, hebu tuhesabu kila moja ya baraka elfu kumi ambazo Mungu ametupa, moja baada ya nyingine, na tuhakikishe kwamba hakuna kabisa hali za kunung'unika, kulalamika, kutoridhika, au kukosa shukrani mbele za Mungu he.